Naambia ndugu wangu, unataka kweli kuoa, basi njoo nyumba yenyewe, ndo hii hapa tushafika hapa. E, ndo hapa bwana. Kwa hiyo binti ambaye anataka kuolewa huko serious, lakini songee sana kwa sababu, kwa sababu naona hapa hapa ni ugenini ukiongea okay, ah, sana unaweza wakakujua ni tabia yako, kwa sababu hapa ni Kiswahili ni Kiswahili, kwa kuwa makini sana nataka ah, so, umemwelewa? lakini nimemwelewa. kuna mpenda sana huyu binti yani uko vizuri eh, uko vizuri, basi haina shida odi, odi. Karibuni wanangu asante sana asante. Mm, karibu eh, za hapa salama hali ah, salama bwana asante yeah, karibuni ah. Agnesi lete kitu akae shikamu eh maraba, maraba za nyumbani salama Karibuni. asante mm. naona umepoa mwenyewe hapa ah, nimejipumzisha hapa kali tunaona tena jua kali bei mwanangu asafi apoa kabisa Eh, tuko mm, asante mm, karibuni wanangu yeah, mm. Mm. Mm. Mm. Agnesi, lete vitu wageni wakae na eh. Amna mama usijali, hata ngoja mm. Tu tukae zetu hapo kwa sababu sisi hatukae eh. muda mrefu bwana, jamani, aya, karibuni, asante <laughs> <laughs> ndugu yangu hapa mm. ndo uh, pale ambako ilikuwa na kahitaji E, ikosema kwamba yule bintu naimpenda nyumba yao ndo hii e, so, so, uh, mama be mwanangu, samani bana huyu, mm. kijana ni jirani yangu tu pale napokaa mimi mm -hmm. Um, aliona jiko hapa bana, akaona ngoja aja ongee chochote kile akutaka uh, kuwa kama vijana wa kileo wanakutana ambao huko huko tu wanaanza kumalizana, mwisho wa siku mambo yanakuwa mengi. Sasa katika kuongea naye, mimi nikampa tu ushauri kwamba bora tufike kwao ili iwe rahisi, eh, ili iwe rahisi yeye ye, kufanyaje? Kupata mwanamke anayemhitaji. sawa, sawa. Mm, sasa ghafla tumeshangaa tu tulivyofika hapo, ukaanza kumwita, kajua labda tayari kuna dodoso yoyote ushaambiwa huko <laughs> <laughs> Ah, kuniambia, kashia, niambia eh. E, na yeye yupo ndani anatayarisha chakula ah. Mm -hmm. Basi kumbe ulikuwa ushawai kukutana naye. Kumbe nilishawai kukutana naye na tulizungumza kidogo, ndo nikamwambia bwana, basi mimi nitakuja kwenu. Kwa hiyo akasema sawa, kama utakuja huko vizuri. Huko vizuri. Sasa mama be, bila kupoteza muda. Uh -huh. Tulikuwa tunahitaji uh, Uh, umfahamu mlengwa mlengwa, eh, wanaita mlengwa eh? Mm. Eh, yaani muhusika anaenda sasa kuchukua jiko, sijajua sasa yes, mm. Kwa hiyo huyo ndo anaeoa. Sawa sawa, mwanangu mm. Karibu umepata, umepata mwanamke, karibu umepata, mwanangu ah. mm. Yupo eh. Binti yangu anaitwa nani ulisema? Agnes. Na huyo mtu ambaye unamtaka nani Hili swali sitataka nikuulize, mama, utamuuliza mwenyewe yeah. A ni mbea sana, mi namjua huyu, nikanamchetua tu, sawa, namjua. Utamuuliza sasa, tunakupa nafasi yayo kumuuliza maswali yako. Nishamaliza hapa, ndo sehemu yenyewe bwana. Mm. Nakuuliza -hmm. mm -hmm. Awe, acha tunaongea wa mambo yetu ya nyumbani huko, anasema umeme huko kwangu namuelekeza, nikanamwelekeza sabati amewahi kunielekeza haya. mm. Sawa mama, nakuachia umu, umuulize baadhi ya maswali yako. Sisi hapa uwaga mara nyingi ni ng'ombe. Oh. Sawa sawa. Uwaga ni ng'ombe hmm. ng'ombe inatakiwa nao ng'ombe kumi hivi ng'ombe ukiambatana, okay, na mbuzi hivyo, ni vya baba. Ni thamani ya kama laki tano ng'ombe huyu mmoja. Uko vizuri, kama utakuwa huna ng'ombe basi unapiga hizo laki tano tano mara ngapi? Mara kumi, jibu unalo baba, umesikia? i na mbuzi meelewa? mm ukitoka hivyo -hmm. ni vya baba mm -hmm. Ndio mwanangu, bado vya kwangu mimi. Mimi e, mimi kama mama, si unajua sisi wanawake tukiwa wajawazito, uchungu ule wa tumbo baba unavyosokota ndio e. Kwa hiyo nikishajifungua lazima nifunge nini? Nifunge tumbo. Kwa hiyo mm. huo mkaja wa mama huko vizuri. Mkaja wa e, mkaja wa mama huo, ukitoka hapo hmm. unakuja kitenge cha bibi na bibi tena mshenga kuniambia na ah. Ehe, mama. Ndio mila za kwetu baba, si watu wa bara, ndio mila za kwetu ah. Bado babu nani koti lake. Ehe. Ukitoka hapo, mashemeji nao wanachao. Wanachao. Eh. Shangazi naye anachake, anachake, mjomba naye anachake. So, unajua siku ya ndoa baba, shamla shamla mm. Mko vizuri. Tuko vizuri kweli, kusema kweli tuko vizuri, hatuko nyuma baba, karibu. Nitoke kidogo pembeni na mshenga. Sawa sawa baba. Haya nakusubiri, mwanangu usijali. Baba hapo mbona ushapata? Sawa mama. Haya. Mko vizuri mama, eh mama, tuna tunarudi sasa hivi, kuna anataka kunielekeza. Sawa, mambo ni mengi n mm, Hii mm, kwelikweli mm, mm. mm. mm. Nambia kijana familia mm. onekana kama ina matatizo nime, mm. nyingi sana. Unajua, pale anapotaja ng'ombe anataja mbuzi za kutangulizia, mi nilikuwa napiga mahesabu yangu, uwezi amini hapo imekuja kama milioni kumi na tano. Unaona sasa, kwenye hiyo milioni kumi ah, na tano kaka, mi siwezi kaka, ni siku dangani huko vizuri na huyu mama. Mi nimeanza kufikiria huyu mama mama, huyo mtoto anaweza, huyo binti anaweza kawa sio mtoto wake. Huyu mama atakuwa mtukati, mi na wasiwasi, lazima huyu mama atakuwa ni winga, hatajeera mm -mm. nyingi sana mm -mm. milioni kumi na tano pale amna, nisikilize, inawezekana yeah. kawa sio winga mm -hmm. kawa labda ni mtukati Ha, mtukati mm. Kwa kwamba yupo yupo mama mwenye mtoto mm. Mw mama ameingia tu kama dalali katikati. Uko vizuri sasa. Hapa mshenga ah. Cha kufanya mimi sioi misie ah, mi mimi yule binti ikwasimele ule binti bana e, kwa, kwa, kwa sababu si itakuja kama milioni kumi na tano hey, mimi siwezi kutoa hela mimi sina sasa wewe unaweza kurudi ukamfariji tu mama. Kwa sababu gani? Tusimkose mwanaye wakati uvuje nguvu. Mimi nikirudi kwa mambo yatakuwa mengi, kwa sababu hapo amenitajia mjomba. Naweza nikarudi akaanza kunitajia bibi zake babu zake waliokufa, mimi nafanyaje hapa? Mshenga, cha kufanya tuondoke, uko vizuri sasa Hmm, mi tuondoke, kama utarudi wewe yes, si nani utamwelekeza kwamba mimi nimepata emergency. imepatamee eh? Kwa utamwelekeza kwamba mmoja moaji amepata emergency atarudi tena. Sasa wewe nisikilize, nisikilize. Hapa ni uswahilini. Hapa ni uswahilini. Ah, mama anaweza nikarudi mwisho wa siku kapigwa la kupigwa mimi. A ah, watu vipi tena bana? Muondoka muda hapo bado anateta tu ebwoja eh. Eh, nikawangali bwana eh, awapo. Ndio wameondoka au hmm. Wanaume wa mjini bwana.